Kwa niaba ya kundi letu la Alhuda, kwa niaba ya Waislamu wote ambao wanaotuunga nguvu na kutusapoti katika mambo mengi ya kheri chakula kupatikana kwa soda. Lengo kubwa ni kuweza kuitimiza na kufanya iftari na watoto zetu hawa, miongoni mwao ni watoto zetu katika madrasa yetu ya Al Huda, lakini imani yangu inanambia wako watoto ambao waliwapoteza wazazi wao, wakiwa hawana baba, nikiwa nao humu, wengine hawana wazazi bima na mama na baba kwa ujumla, kwa jina lepesi ni mayatima. lakini kuzungumza mtoto yatima, na napata uzito wa kuwataja ya majina yao kwa sababu yuko mmoja katika wanafunzi zetu hapa, au kumpatia elimu ya kuweza kusalia swala ya jeneza, lakini tukawa na ndoto katika swala ya jeneza, atakapofariki mmoja katika familia yake anaweza akaibeba ibada hiyo, lakini Mungu akamletea mtihani, ameondokewa na baba yake. Tunamwomba Mungu ateremshe nuru na baraka katika kaburi lake. Ni baba yake ambaye amempenda, lakini nimejitahidi sana kuwa karibu nao, nimejitahidi sana kuwaonesha upendo uliokuwa mkubwa baada ya kumkosa baba lakini bado tungaliki pamoja katika safari ya kuweza kutia nguvu za pamoja. Mama zangu, leo hii tunafanya iftari hapa katika ofisi yetu ya Alhuda <mulia>

Msisahau kwamba wako mama zetu ambao leo hii wanahesabia siku ambazo wamelazwa kaburini. Wako mama zetu katika kundi letu la Alhuda, tumeshiriki nao tena mwanzo kabisa wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Iftari ya kwanza kabisa, mama yangu namkumbuka, barabara ya kumi na mbili, barabara ya kumi na moja, aliweza kunikabidhi iftari yake, na akisisitiza kwamba Hamza, iftari hii naomba, hiyo iftari ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini leo tunazungumza, mama yule yuko kaburini. Lakini namna tunavyoelezea wenzetu waliotangulia kaburini, ndivyo nasi watakuja kutuelezea siku ambavyo tutakapokuwa hatuko duniani. Lakini matendo yetu ndiyo yatakuwa ni majina baada ya sisi kufa kwetu, namna tulivyo leo duniani jina letu aliwezi likasaulika, kama tunaweza tukaikaa kwa pamoja tukambembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama zangu, huko nyuma mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika ofisi yetu hii hapa tuliweza kuwasilimisha watu wasiozidi watano kupitia ofisi hii. Lakini katika watano hao wakiwa na mume na wakike, nilipata bahati ya kusimamia ndoa za waliosilimu wa kwanza tumesimamia ndoa yake ikiwa mwanzoni wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini juzi kishindo jana nimeisimamia ndoa nyingine ya dada yetu, na ilikuwa ndani yake mubaraka, kwa sababu kiongozi wa kata ya kwetu huku Kinama ambaye ni kadhi wa Kiislamu alikuwepo katika ofisi hii kwa ajili ya kuja kuisimamia ndoa, alhamdulillah ibada inafanyika ya ndoa, lakini ofisi hapa tunaifanya. Nishaelezea kwamba tunapanga kama tutashindwa kusafiri kwa pamoja katika maumivu, elimu ya hao watoto inaweza ikakuwa ni maumivu sana kwao, malezi ya hao watoto inaweza ikakuwa ni maumivu sana kwao. Namwomba Mungu anijalie tuwezi kupata uwanja wetu na kuweza kujenga madrasa yetu na kuwalea watoto wetu katika misingi ya Kiislamu. Nimalizie kwa maneno yangu ili warudie tena hawa kusoma. Nimshukuru Dakarine, mama yetu kutoka Kanyosha. Dakarine alifanya sababu kubwa sana mpaka chakula hicho, amempata mmoja katika ndugu yake ambaye kwa jina lepesi sana akamwelezea kheri tunazozifanya katika ofisi yetu ya Alhuda akasema iftari na yeye atachangia. Alifanya sababu kubwa sana ili yote tuweze kuyafanikisha. Mungu amlipe kila la kheri na amjalie katika mambo mengi ya maisha yake. Ninaye mwingine ndugu yangu wa wa Risala TV yupo South Africa, na yeye ni miongoni mwa watu ambao amenambia Hamza atakapofanya iftari hapa Naomba nami nichangie kwa niaba ya Uislamu wa South Africa. Wamempatia sadaka yake, angalau ziweze kusaidia katika kuweza kutiaftari kwa niaba yao. Sisi tunasema tukiwa Burundi, watoto hawa leo wanapata soda, watoto hawa wanapata maji, watoto hawa chapati. Vyote hivi hapa mtakuja kukutana nayo siku mmetangulia kaburini. Mama zangu pia wa Alhuda hawakuwa nyuma, wamechangia na wao kadri na hali. Wandizi ametoa ndizi huko tukifungasha kabisa, na mama yetu mama Abu, na yeye amefanya, sababu ukiangalia kuna mmoja katika watu ambao wamenunuliwa nguo nguo ya kusalia watoto hawa kupitia sadaka hiyo. Mungu awabarikieni nyote kabisa na tujalie heri katika maisha yetu. Nimalizie hapa ili tuingie sasa kwenye dua. Namleta tena Muhammad anaturudilia aya zake zile zile, Shabani anarudia zile zile, alafu nafunga sasa kwa dua ili Mungu sote atukubalie. Mama yangu, dada yangu, na kusisitiza dua tunayotaka kuisoma inaweza kukubadilishia makadara. Ukiona kama unatumia kama fashion tu hapa, ili mradi nije nione vinakuaje, Mungu atakulipa sawa na nia hiyo hiyo. Umetoka kanyosha ni mbali, umetoka buterere ni mbali. Nina imani una mume, una familia, ulikubali kuacha mpaka kufika hapa. Wallahi ikiwezekana kulia lia, pengine ndo Ramadhani yetu ikawa ndio ya mwisho. Umezisikiliza aya zote walizozisoma, zinakwenda moja kwa moja kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad

Tunaendelea na ratiba zetu, naendelea kutoa ripoti ya ndugu yetu hapa, anaitwa ni Musa Sheikh Musa Ibn Swaleh, ndio kiongozi wa Risala TV. Aliweza pia na nae kutuma au kuchangia iftar ya siku ya leo. Ukiangalia sisi tumepata iftari ya kutosha sana, ambayo inaweza ikapiga hata kesho, tutapata iftari kwa watoto mpaka humu ndani, bado tuna stoke nyingine ambayo inaweza ikawafikisha. Mimi nimeandaa laidi ya kutembea na watoto zangu hawa wa madrasa yetu ya Alhuda, mi laidi nimeiandaa na nitatembea nao sasa. Hapa basi nikuombeni mama zangu, leo hii wafundi wamejenga sehemu ya kuoshea maiti, ni harakati ambayo tumeifanya kwa pamoja. Naomba sasa ukisie katika yale mambo ambayo umeyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yaliyokuwa ya, ya kheri zinaweza kuwa zimebakia siku chache, na hizo chache usimalizi Ramadhani. Sasa weka nia yako, ili Allah, weka amani na mapenzi katika kundi letu la Al Huda. Allah, weka amani na mapenzi katika kundi letu la Al Huda. Allah, nijalie hekima baraka Mungu kuweza kuliongoza kundi hili. Allah, nikinge na ria katika kuweza kuliongoza kundi hili. Allah, nikinge na kujiona Mungu katika kuliongoza kundi hili. Allah, nisamee pale ambapo ninapokosea.